Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Mimi ni Victor Abuso. Mkuu wa majeshi nchini Kenya Jenerali Charles Kahariri na mkuu wa idara ya ujasusi Noordin Haji wameonya dhidi ya kampeni inayoendelea mtandaoni na kwenye mikutano ya hadhara ya Ruto Must Go au Ruto lazima aondoke, wanayosema inatishia hali ya kisiasa katika taifa hilo. Jenerali Kahariri amesema serikali iliyochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia inaweza kuondolewa tu madarakani kikatiba. So wakati watu wanaamua kwamba atumechoka na hii serikali, na mulichagua wenyewe, alafu mnasema must go, must go, that must go must be done according to the constitution, si ni kweli? Kauli hii imeshutumiwa na wapinzani wa serikali ya rais William Ruto, wakionya jeshi kuacha kuingilia masuala ya kisiasa kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Kuna wengine wanaona kwamba ni vitisho kwa wakosoaji wa serikali. Kujadili kauli hii na maana yake, naungana naye Alenga Terostod, yeye ni mchambuzi wa siasa za Kenya. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana lakini pia Chris Otieno, yeye ni mtaalam wa maswala ya usalama karibu sana. Asante sana, nimekaribia naam. Nianze nawe bwana Chris, kwanza unafikiri nini ambacho kilimsukuma mkuu wa majeshi wa Kenya kutoa matamshi hayo? Kuna vitu vingi ambavyo vikuwa vimemsukuma hadi akafika hapo mahali pa kusema kwamba si vyema neno jambo kama hili kuendelea katika nchi yetu ya Kenya. Ya kwanza tunajua kwamba majeshi yetu ya Kenya na polisi na vitengo vyote vya usalama wa nchi yetu ya Kenya vinahusika sana na kulinda usalama wa nchi yetu usalama wa nchi weza kuharibiwa kwa njia nyingi sana. Ya kwanza kile tunaita incitement. Tunaona kwamba hii neno ya Ruto must go, neno GenZ, ni neno ambalo limeanzishwa kwa wananchi wengi na wale ambao wana, wanasomia ujasusi wametoka mbele na kuwashurutisha ku, ku, ku, ku, ku, watu kuambia kwamba ni vyema tu na ni njia nzuri ya kidemokrasia kwamba serikali ambayo imechaguliwa na wananchi yaweza kung'atuliwa mam, ku, mam, mamlakani iwapo tu njia ya kidemokrasia inaweza kufuatiliwa. Alenga, wewe unasemaje? Bila shaka ulimsikiliza mkuu wa majeshi. Je, kauli zake wewe kama mchambuzi wa siasa ulizielewa vipi? Kwangu mimi sioni, kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi hii, hapana makosa yoyote mtu yoyote kusema uh, fulani lazima aondoke. Hiyo ni kauli tu ambayo inasisitiza kwamba tuna uhuru wa kujizungumzia kama wananchi wa Kenya. Anapozungumza hivyo mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kenya, inatia wasiwasi, manake Mkenya wa kawaida anafikiria kwamba kama ni mkuu wa majeshi yote ya nchi hii amechukulia fursa hii kuzungumzia hili swala ni kambe, basi hili swala limemsumbua yeye kibinafsi kama mtu, maanake hatuwezi kusema kwamba alitumwa na rais nenda akaseme hivi, maanake jeshi ina kanuni zake na inafata hizo kanuni au kuna mambo fulani ambayo utaratibu fulani wanaofuata, basi anapokiuka huu utaratibu na akazungumza vile, basi mkenya wa kawaida anaona kwamba amesumbuka na sehemu hizo kama yeye mtu binafsi. Na kwa nini asumbuliwe na sehemu hizo? Kumekuwa na wakuu wa majeshi wengi sana lakini hatujawahi kumwona mmoja ambaye alijitokeza akazungumza wazi hisia zake za kisiasa kama alivyozungumza uh, Kahariri. Basi hapo alitia wakenya wasiwasi Chrisa, je, katiba ya Kenya inasemaje kuhusu wakuu wa vyombo vya usalama uh, kujihusisha na masuala ya ya siasa? Na kwa mtazamo wako unafikiri kwamba uh, huyu mkuu wa majeshi ya Kenya kwa kauli yake amezungumza ya siasa, huyu jemedari Kahariri? hajabadilisha sheria ya Kenya na kusema kwamba kuanzia leo hamna mwananchi yote wa Kenya ambaye anaruhusiwa kusema Ruto must go. Hajasema namna hiyo na, na tunaona kwamba ni kazi ya wale ambao wanafanya kila security ama usalama wa nchi kuhakikisha kwamba wanatoa ushauri wakati ambao na jambo ambalo linaweza tusumbua amani na umoja wa nchi yeyote katika dunia hii. Tunajua vyema kwamba jeshi na siasa ni kama maji na mafuta, hawapasi hizi mbili hazipasi kabisa eh, kupatana mahala popote right? Kwa hivyo wakati Kahariri alisema, alikuwa anatoa ushauri, na sio Kahariri peke yake ambaye alitoa ushauri. Majemadari wengi pia wametoa ushauri katika nchi ya Kenya na nchi zingine za ngambo, na hii jukumu la halijakuwa ni kwamba washurutisha wananchi, imekuwa ni bali watoe ushauri kwamba hii barabara ambayo tunachukua tukielekea si barabara nzuri na si vyema, pia wanyamaze. Na ndiposa watoke mbele waje waseme kile wamesema, lazima iwe kwamba ile ujasusi wamepata imefika kiwango ambacho wameshurutishwa na jukumu la ile mamlaka wanashikilia katika nchi kuja mbele na kusema kwamba hii ndio inafanyika na sio vyema. Naona pia wametoa ushauri nzuri sana, kama wataka kupindua njia ya kupindua ni kurudi kwenye debe na kuchagua wale ambao mngepaswa uh, mnapenda kwamba washikilie viwango. Na wanasiasa hasa wa upinzani, nao pia katika majukwaa mbalimbali wamekuwa wakizungumzia matamshi ya mkuu huyu wa majeshi wa Kenya, wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliyeondolewa madarakani mwaka uliopita. Majeshi kazi yao ni kulinda Kenya. So wewe usiingizwe kwa mambo ya siasa ya William Ruto. Hata ukijaribu kusaidia William Ruto, pahali mambo yake imefika saa hii uweze uwezi kusaidia. Na huyo ni Rigathi Gachagua, aliyekuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya lakini aliondoa madarakani mwaka uliopita. Bila shaka, Bwana Alenga umemsikia vizuri hapo na semi zake. Kuna wale ambao pia wamekuwa na mtazamo kama huo. Unasemaje una lazima tuelewe kwamba kimsingi jeshi la nchi yeyote siyo jeshi la kulinda serikali ama kuhifadhi serikali. Jeshi huwa ni la kulinda mwananchi wa kawaida. Kusema kwamba Kahariri hajazungumzia siasa ni labda tu kukataa kuona yaliyo wazi, kwamba um, ile semi mwanzo tu kwamba fulani must go ni semi ya kisiasa. Basi mwanajeshi mkuu anapoishiriki hiyo semi kwa njia yote ile amejiingiza katika hicho kidimbwe cha siasa ambacho hapaswi kuwa ndani. Na muda wetu unakwenda kwelikweli. Uh, labda kwa muda wa mfupi uliobaki wa sekunde chache bwana uh, Chris, uh, sasa kwa namna swala hili limeeleweka uh, kwa mazingira ya siasa za Kenya, uh, unafikiri baada ya wito huu au onyo hili labda huenda swala hili likapungua kasi au matarajio yako ni nini? Swala hili litapungua kasi kamwe. Kwa nini? Mwenzangu ambaye ameongelea wanasiasa amesema perception, wale ambao ni wanasiasa wa Kenya sasa wataleta perception tofauti kwamba yule jenerali anaingilia siasa. Ni vyema wanasiasa walewe, katiba ya Kenya husema kwamba wanajeshi hawafai kuongelea siasa na nchi wanasahau kwamba wanajeshi, mwongozi wa wanajeshi commander in chief ni mwanasiasa, na wakati ambao wanajeshi wanaongelea jambo kama hili hawaongelei hawasemi kwamba hii ndio mwelekeo wetu wa siasa, asemi namna hiyo. Katiba pia inaruhusu wale wanajeshi kulinda nchi ya Kenya na nimesema waziwazi kwamba ulinzi wa nchi yetu ya Kenya ni katika front mingi sana. Ule jenerali hakuingilia siasa kabisa, lakini alitoa ushawishi wa wale ambao wanalinda usalama wa nchi hata mi ningekuwa katika hiyo mamlaka ningesema jambo lilo lilivyo, vivyo hivyo. Ni washaishi wananchi, musifanye hivi, naeza katuaribia nchi yetu ama nza tuwate, nza, nza, nza, nza, tishia usalama na amani wa nchi yetu. Naam alenga. Unamaliziaje kwa sekunde chache anapotuambia eh, msizungumze mambo kama haya? Tunafikiria kweli tunatishiwa na hiyo inazidi kuondoa ule uaminifu ambao tulionao katika majeshi yetu ya kuweza kujitenga na mambo ya kisiasa na kuiacha katiba iweze kuwatawala Wakenya. Katiba iweze kuelekeza kwa wa, Wakenya na pia mkondo wa sheria nao pia uweze kueleza Wakenya, ah, mahakama na vitengo vingine kuendeleza kwen, Wakenya jinsi ambavyo takavyokwenda. Nam, asante sana Alenga Terostod, mchambuzi wa siasa za Kenya na za kimataifa kwa kuungana nasi kwenye Wimbi la Siasa hivi leo, asante sana pia. Ni kushukuru sana Chris Otieno a, mchambuzi na mtaalam wa maswala ya usalama. Asante sana kwa mchango wako kwenye makala ya Wimbi la Siasa wiki hii, asante sana kana karibu. na karibu. Naam, mimi ni Victor Abuso, hadi wakati mwingine tutakapokutana tena kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana na kwa heri.